Audhu billahi min ashaitani rajim bismillahi rrahman rahim thuma ssalatu wassalamu ala ashraf almursalin wala alihi wasahbih lajmain rabishrah li sadri waysir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ama baad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika imani, tutaendelea na darsa yetu na leo hii nitazungumzia kuhusu kujitahadhari na matokeo ya dhambi. Dada zangu katika imani sisi sote Waislamu wenye madhambi tusidanganywe na usalama wa miili yetu wala usalama wa mali zetu wala usalama wa watoto wetu, maana adhabu inaweza kuja ghafla na dhambi haisaauliki. Abu Darda radhiyallahu anhu amesema, i'budu Llaha ka'annakum tarawnahu wa'adu anfusakum fi lmauta walamu anna qalilan yughniyakum khair min kathir yulhikum walamu anna lbir la yubla wa anna lithm la yunsa. Yani anasema Abu Darda radiyallahu anhum, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba mnamuona, najihisabuni miongoni mwa wafu, yani miongoni mwa waliokufa, najueni kwamba kidogo kinachoku yani kutajirisheni ni bora kuliko kile kile Cho chungu kinachokushughulisheni, na jueni kwamba uadilifu hauchakai, yani hauzeeki na dhambi haisaauliki. Dada zangu katika imani, ni kiasi gani tunapaswa kuogopa dhambi zetu? Ni watenda dhambi wangapi miongoni mwetu unaoona wakiwa salama wasiojali dhambi zao? Hakuna dawa au ulinganizi unaoweza kuwabadilisha wala akili haiwezi kuongoza katika njia iliyo sawa. Wangefikiria dada zangu katika imani jambo hili, wangejua kwamba wako katika hasara kubwa. Je, dada zangu katika imani, ni hasara gani kubwa kuliko mtenda dhambi asiyejali anayoyatenda, yaani katika madhambi, dada zangu katika imani? Lakini ama Aliye, yani dhulumu na akapendelea maisha ya dunia, basi bila shaka moto wa Jahannam ndio pahala pake pa kukimbilia. Lakini yule aliyeogopa cheo cha mola wake, hadhi ya Mola wake mlezi na akaizuilia aka nafsi yake kutokana na matamanio, basi hakika pepo ndio kimbilio lake. Dada zangu katika iman, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu aliulizwa kuhusu rai au maoni nzuri, akasema: yani min husni dhann alla tarju illa Allah, azza wajalla, wala takhafu illa dhambik, yani sehemu ya kuwa eh, na iman ni kutomtumainia yani, ni kuto- ni kutomtumainia illa Mwenyezi Mungu azza wajalla na kutoogopa illa dhambi zako. Dada zangu katika imani, je, tunakumbuka adhabu ya aliyemwasi Allah? Aibu kwetu! Lau tungelifikiria juu ya ghadhabu ya yule tuliyemwasi, tungelirudi nyuma kutoka katika upotovu wetu, na tungejua kwamba tunamwasi yule anayemiliki nafsi zetu na anayemiliki adhabu ya moto wa jahannam, na ambaye hakuna yeyote anayemwadhibu kama anavyoadhibu dada zangu katika iman. Omar bin Abdul Aziz alikuwa akisafiri pamoja na Suleiman bin Abdulmalik na yani, kukatokea mgurumo mzito wa radi na pia kadhalika kukatokea giza na upepo mkali sana katika safari yao, kwa hivyo wakaogopa, na Omar bin Abdul Aziz akaanza kucheka. Basi Suleiman bin Abdulmalik akamwambia, Unacheka nini, Omar? Je, huoni tulipo? um, um, akamwambia yani Omar bin Abdul Aziz akamwambia ewe Amirul Mu'minin, hizi ni athari za rehma na shida zake kama unavyoziona, hizi ni athari za rehma, za, za rehma na shida zake kama unavyoziona, basi vipi kuhusu athari za ghadhabu na, na adhabu ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni vipi inakuwa, ikiwa sahii mnaogopa ngurumo ya radi na giza na nini? Ni vipi ni, yani itakuwa o, ni vipi iko, yani athari za ghadhabu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Dada zangu katika imani, je, tunajua ni nani tuliyemuumiza? Mu, kwanza ni sisi wenyewe tumejiumiza. Naam, nafsi zetu iliyo ndani yetu ndiyo ya kwanza kuumizwa na dhambi zetu. Haishangazi kwamba mwenye dhambi miongoni mwetu ndiye mtu, yani, asiye na maana zaidi kuliko watu wote duniani. Anasema Allah subhanahu wataala eh, katika Quran suratul Hajj aya kumi na nane, anasema Allah subhanahu wa wa wa wataala, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim

Alayhi la asammahum yani, kadhalika anasema mwanachuoni mkubwa huyu Hasan al-Basri, hawakuwa na umuhimu kwake basi wakamwasi, lao wangeli eh, wangelikuwa wapenzi kwake angeliwalinda. Dada zangu katika imani kadhalika, kutoka kwa Sufyan bin Uyaina amesema, qala rajulun libadi lhukama wa arada mufaraqatihi au swini

kwa mtu mmoja alimwambia mmoja wa watu wenye hekima akitaka kumwacha, nipe ushauri. Akamwambia, usim yani, usimdhuru kamwe umpendaye. Akamwambia, kivipi? Akasema ndio ndi, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na kuadhibiwa kwa hilo, na kufanya hivyo itakuwa, yani umejidhulumu nafsi yako. Dada zangu katika imani

Yani, kitendo kizuri huleta mng'aro usoni nur, kwenye moyo, wingi wa riski, nguvu ya mwili, na mapenzi katika nyoyo za watu. Lakini kitendo kibaya kinaleta weusi usoni, giza kwenye moyo, udhaifu wa mwili, kupungua kwa riski ya, ya, ya watu na kuchukia, yani moyo yani, kuchukia nafsi. Dada zangu katika imani, haya ni baadhi tu ya athari za madhambi wanazozipata wenye madhambi miongoni mwetu. Tujitahadhari sana, tusiwe miongoni mwa walioghafilika katika maisha hii ya dunia. Lau nyoyo zetu zingewekwa wazi kwetu, tungeona madhara ya dhambi zetu zikitufahamisha kwamba hakuna ugonjwa mbaya zaidi kuliko nini? Kuliko dhambi. Dada zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam

Yani, huwekwa doa jeusi juu ya moyo wake. Akiacha ile dhambi akaomba msamaha na akatubia, moyo wake hung'aa. Lakini akirudia dhambi, yani huongezeka ile doa jeusi juu ya moyo wake mpaka hufunika moyo wake. Haya yamepokewa na Ibni Maja na Atirmidhi, na, na na Alhakim. Dada zangu katika iman, tunaweza kutumainia nini baada ya kuharibika na kufa kwa nyoyo zetu, na ilhali hapa tulipo tuki, yani tukisikia tu maumivu kidogo nyoyoni mwetu tunamkimbilia, tunakimbia yani kwa kwa kila daktari, tunasema moyo wangu moyo wangu jamani, lakini hatujali ugonjwa wa madhambi yani zinazokita mizizi nyoyoni mwetu kila kukicha, na kutu ya nyoyo zetu. Dhambi dada zangu katika imani ni unyonge. Anasema Hasan Albaswari rahimahullah, man tuaziz bilmasiyat auratahu Llah aza wajalla dhillatu wla alabd al bi bihairi ma kana lahu waid min nafsihi, yani anasema huyu mwanachuoni mkubwa Hasan al -Baswari. Mwenye kujitia nguvu kwa dhambi Allah subhanahu wataala wa atamrithisha unyonge, na mja ataendelea kuwa mwema maadamu, yani maadamu mwelekezi a, ndani yake madamu yana na mwelekezi ndani yake. waqala Suleiman Suliman ataymi inna arrajuli la yusibu dhambun fi sir fiyasbahu wa alayhi dillatihi. Na akas na amesema pia Suleiman uh, altaymi kwa mtu anaweza kufanya dhambi kwa siri, kisha akaamka akiwa na unyonge wa dhambi ile aliyoifanya kwa siri. Dada zangu katika imani, dhambi huwa sababu ya watu kuchukiana na kukosoana. Nafsi imeumbwa kupenda maadili mema na kuchukia maadili mabaya. Kwa hivyo waliyependa yani, wa, wa yani madhambi miongoni mwetu wakiwaona watu wakarimu miongoni mwetu wakifanya yani vitendo vyema vya utiifu, hufurahi na kuogopa kukutana nao. Lakini wakiona walioghafilika kutoka kwenye njia ya haki, wana sita sita, yani kufanya nini? Wana sita sita. Kwa tazama, dada zangu katika imani, Aisha radhiyallahu anha alimwandikia Muawiya radhiyallahu anhu, a, a, ama yatakayofuata

Yani fi qulub almu'minin min haythu la yash'ur. Yani pia imepokelewa kutoka kwa Salim bin Abi al-Ja'd kutoka kwa uh, Abu Darda uh, rahimahumullah, ambaye amesema, mtu na ajihadhari na nyoyo za waumini kumlaani bila yeye kutambua. Kisha akasema una, yani unajua hii ni nini? Nikasema hapana. Akasema mja yuko peke yake pale anapomwasi Allah subhanahu wataala, basi Allah subhanahu wataala hutia chuki yake katika nyoyo za waumini bila ya yeye kufanya nini, kutambua. Dada zangu katika imani, kutomtia Allah subha Allah subhanahu wataala ni sababu ya kupoteza nini, neema yani moja ya matakwa ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake ni mja ya kuzitumia neema hizo katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala wala si kuzitumia katika njia ya kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kustarehe na, na starehe yani zilizokatazwa. Ni waasi dada zanga katika imani, ni waasi wangapi miongoni mwetu wame Yani wamegeuza jambo hili, badala ya kumshukuru aliyewaneemesha na kutafuta baraka zake ili wamtii, unapata hawazi yani chukulii kwa uzito neema alizowapa Allah subhanahu wa Taala, bali wameshughulishwa na kila aina ya madhambi. Amesema Allah subhanahu wataala katika Quran Suratu an-Nahl aya ya mia moja na kumi na mbili

fakafarat bianum umil, bianu llahi faadhaqaha llah libas ljui walkhaufi wal bima kanu yasnaun. Yani uh, na Allah subhanahu wa taala amepiga mfano wa mji yani uliokuwa na amani na utulivu, riski yake ikiufikia yani, iki kwa nafasi kutoka kila mahali lakini wa yani wakazikufuru neema za Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa taala akauvisha vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya. Dada zangu katika imani, maelezo zaidi ya aya hii ni kwamba yani Allah subhanahu wa taala yani amewapigia mfano wa watu wa Makka, kisa cha mji mmoja, yani watu wake walikuwa wamekaa kwa amani, yani hawana adui anayefanya nini, hawana adui anayewaingilia, yani wametua, hawana dhiki ya maisha, riski inawajia kutoka kila pahali, wakazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshukuru kwa kumtina kutekeleza amri zake. Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia adhabu ya, yani yaliyowazunguka kila upande, wakaunja uchungu wa njaa na vitisho, na baada ya utajiri na amani waliokuwa nayo, na hayo ni kwa sababu ya yale waliokuwa wakifanya nini, wakiyafanya. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala eh, katika Qur'an sura 7

Tujzi illa alkafur, yani hakika ilikuwapo ishara kwa watu wa nchi ya Sabaa katika maskani yao, bustani mbili kulia na kushoto. Kuleni katika riski ya Mwenyezi Mungu na mumshukuru, yani na mumshukuri, mji mzuri w na, na Mola mlezi aliye yani, mumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi aliye msamehevu, lakini wakaacha, tukawapelekea mafuriko makubwa na tukawabadilishia badala ya bustani zao hizo kwa bustani nyingine zenye matunda makali machungu na kidogo katika, yani, katika miti ya kunazi. Hayo tuliwapa kwa sababu ya walivyokufuru, nasi kwani tuna mwadhibu isipokuwa anaye kufuru, yani kafiri. Dada zangu katika imani Madhambi ni sababu ya uasi kwa watoto wetu. Hii ni adhabu ambayo mtenda dhambi hawezi kuiona na inafaa zaidi kwa mwenye kumwasi muumba wa, yani muumba wa, wa, watoto wetu yani, inafaa sana. Kwa yule mwenye kumwasi muumba aliyeumba watoto wetu. Tukiona dada zangu katika imani, kwa watoto wetu jambo tusilolipenda, basi yatupasa kumcha Allah subhanahu wataala, kwani ni jambo ambalo limekusudiwa sisi tu kama wazazi. Anasema Malik ibni Dinar, inna Allaha azza wajalla idha ghadiba ala qaumi sallat alaihim Sibianihim. Yani Mwenyezi Mungu mtukufu akiwakasirikia watu huweka watoto wao juu yao. Dada zangu katika imani na kutia na, na katika hayo ni upweke wa moyo anaoupata mtenda dhambi na ni matunda ya uasi anaoipata nani yule mtenda dhambi? Dada zangu katika imani, wanyama, dada zangu katika imani, wanatangaza uasi wa wanadamu wanadhurika na uasi wa mwanadamu, na wema unazuiwa yani kutufikia kwa sababu hiyo. Kwa hiyo wanadamu, dada zangu katika imani, wasiomtia Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwetu wanatangazwa. Mtu mmoja alimwambia Abu Hurairah radhiallahu anhu, mwenye kudhulumu anajidhulumu nafsi yake tu. Akasema Abu Hureira radhiyallahu anhu, walladhi nafsi abi hurairata biyadihi ina hubari la tamutu fi wakriha min aldhulm aldhalim, yani naapa kwa yule ambaye nafsi ya Abu Hureira imo mikononi mwake ndege mkubwa yani hufia kwenye kiota yani kwenye nesti yake kutokana na dhulma ya madhalim. Uh, dada zangu katika iman kadhalika Katada Akasema wanyama wa ardhi wanawalani ma..., yani wana, wana, laani wana mfua, yani wanalaani madhambi ya wanaadamu wakati mvua yani inapozuiliwa yani kutoka mbinguni, husema haya ndiyo matendo ya wakosefu wa wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala awalaani wenye madhambi miongoni mwa wanadamu. Ni wangapi dada zangu katika imani, wenye madhambi miongoni mwetu? Wamedhalilishwa na adui zao kwa sababu ya dhambi zao bila kujua dhambi, dada zangu katika imani, ndio silaha na tegemeo kubwa kwa adui zetu dhidi yetu. Mwanadamu anahitaji sana ushindi katika hali nyingi, lakini yani hushushwa pale anapo yani hitaji sana ushindi huo kwa sababu ya dhambi. Yani, Alfudail Ibn Iyad amesema Mwenyezi Mungu aliwateremshia baadhi ya mitume wake akasema, yani Mwenyezi Mungu aliwateremshia baadhi ya mitume wake, idha aswani man yarifuni sallatu alaihi man la yarifuni, yani kama anayenijua ataniasi nitampa mamlaka juu yake, asiyenijua pia. Kutoka kwa Jubair bin uh, bin Nufair ambaye amesema Yani, ilipotekwa nchi ya Cyprus watu wake walitawanyika na wakalia wao kwa wao. Nikamwona Abu Darda radhiallahu anhu akiwa amekaa peke yake huku analia, nikasema: e Abu Darda, ni nini kinachokuliza, yani kinachokufanya ulie katika siku ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala ametukuza Uislamu na watu wake? Akasema Abu Darda radhiallahu anhu, kumwambie Jubair, Ole wako Jubeli. Watu wa Cyprus walikuwa ni wenye nguvu na ufalme uliodhihiri, uliowadhihirikia lakini waliacha amri ya Allah subhanahu wa Ta'ala, wakamwasi ndiposa wakawa navyo waona kwa ajili ya dhambi zao. Dada zangu katika iman, mwisho kabisa uh, dada zangu katika iman yatupasa kukumbuka sana adhabu ya madhambi zetu na tutubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na turejee kwake kwa upesi sana, kabla ya kushuka adhabu na vitisho kali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran jazila wa barakallahu fikum.